Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania katika kipindi cha miezi miwili ya nyuma hadi sasa kutokana na migogoro ambayo imekuwa ni kama inaleta kigugumizi kwa TFF. Kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya nidhamu FIFA imeweza kutuma barua kwenda kwa TFF ambapo ilikuwa ni mnamo Juni 13 mwaka 2025 ikiwa inawataarifu kwamba inafuatilia mienendo ya soka ya Tanzania ikiwemo ni eh, kuonekana kabisa kwamba kuna vigugumizi ambavyo vinaendelea, lakini pia ebana siasa kuweza kuingilia kati masuala ya soka. Aidha ebana FIFA imewataka TFF kuweza kutoa ushirikiano katika uchunguzi wao huo, hatua hiyo ambayo inakuja kufuatana na sintofahamu ambazo zimeendelea katika soka la Tanzania ikiwemo katika miezi mitatu tangu bana kuahirishwa bana dabi ya Kariakoo ilikuwa ni mnamo Machi 8, lakini baadaye kukawa kuna e, mambo ya tuchezi na vitu kadha kadha ambavyo mpaka sasa hivi bana mchezo huu umeweza kurushwa mpaka tarehe 25, ambapo Jumapili, pengine labda mahasimu wao wawili wa watani wa Kariakoo kuweza as kumeng enyana katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ambapo mchezo huu ni mchezo namba 184. Watu wengi sana macho na masikio ya wadau wa soka wakiwa wanasubiri bana mchezo huu kwa sababu kulikuwa kuna taarifa za hatuchezi ambazo ziliweza kutolewa na eh, klabu ya soka ya Young Africa, lakini wakaweza kuonekana kabisa kwamba baada ya kuweza kukaa bodi ya ligi pamoja na uongozi wa Yanga bana waliweza ku eh, kidhi matako ambayo Young Africa waliweza kuyaomba. Pengine tarehe 25 tunaweza tukaona mahasimu hao wawili wakicheza e, pamoja, lakini FIFA wao wameonekana kabisa kutupia jicho kwa TFF wakisema kwamba wapo sako kwa bako kwa ajili ya kuweza kuangalia e, bana mienendo ya soka ya hapa Tanzania. Tupe mtazamo wako kwa wewe mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment ya comment yako kwenye hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.